Biblia yetu siku ya leo tunapoenda kujifunza na Mwenyezi Mungu. Ote mlipo, ndugu zangu, kaka yangu, tuwaalika kwamba tuweze kujumuika pamoja. Tutakwenda kusoma leo kuhusu ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo sio kitu kingine bali mapigo saba, baada ya kutoa kuweza kutoa maonyo, na wanadamu kuweza kugairi, basi ndipo tunaona kwamba ghadhabu yake inaweza kumiminwa katika ulimwengu, jinsi Misri iliyopigwa na ghadhabu ya Mungu baada ya Farao kuweza kuweka mioyo yake mgumu kuto kuzitii maagizo ya Mwenyezi Mungu. Tunaona pia kule kukeza alietwa mapigo. So hivi leo tunaenda kuongelea mapigo saba ya mwisho ambayo yanapatikana katika kitabu cha yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo 15 so kabla tujaanza pale ndugu zangu wapendwa popote mlipo natumai mu wazima basi tunamizwa kabla jambo lote basi sala na dua ikiweze kufanyika kwa ajili ya watu wote so natukaombe Baba yetu na Mungu wetu sifa yetu eun sramaaweza kumema katika maisha yetu umetuongoza umetulinda, tujalie tuweze kujua siri siku, na tuweze kuyaambaa mapenzi yako, na utakapotenda hivyo, hakika utatuwezesha kuweza kuja. Amen. Ya karibuni tena ndugu zangu, tunapoenda kuangalia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, ndio kichwa ndio mada yetu kuu. So basi tunasoma kitabu cha Ufunuo kumi na nne na mstari wake wa namba sita hadi tisa tuone baada ya ujumbe wa malaika watatu kuhubiriwa ulimwenguni mote baada ya wanadamu kukata, basi ndipo tunaona kwamba anaweza kupokelewa na yale mapigo saba ya mwisho. So tutaomba tutaanza. I aim mean. So Ufunuo wa kumi na nne mstari kumi na sita inasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine mengine akiruka katikati ya mbinguni, mwenye Injili ya milele aubria hawa wakao juu ya nchi, na kila taifa na kila lugha na jamaa akisema kwa sauti kuu, Mcheni Mungu na kumpa utukufu maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba bingu na nchi na chemichemi za bahari. Bingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, Umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa maana ndio ilionyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya usharati wake. Sio, tunaona ujumbe wa malaika wa kwanza unaita watu kutolea Mungu ibada na kumwabudu Mungu ambaye ni Mungu mbingu na nchi. Wa pili na watu watu watoke, kunaambia watu kuhusu Biblia ni sababu imeanguka. So kisha tunaona aya, na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu Mtu awaye yote akisujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kupokea chapa yake, kupokea chapa katika kipaji cha uso wake, au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika vinyo ya ghadhabu ya Mungu, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kibiriti, mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. So tunaona kwamba naye yule atakaye abudu sanamu na kupata chapa yake atakunywa katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na kusema katika kitabu cha Ufunuo 15 mstari wake wa kwanza inasema, kisha nikaona ishara nyingine katikati ya binguni iliyo kubwa na ajabu, malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. So ghadhabu ya Mungu tunaona kwamba ni mapigo saba na ndivyo tunaenda kuendelea kipindi. So wacha tukieze kwanza moja baada ya nyingine. Baba yetu tubariki, tuongoze tulini. Na nikusema natakumini. Ufunuo 16 mstari wa saba. Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Nikasikia sauti ku, kutoka hekaluni ikawaambia wale malaika saba, endeni mkavimimine vile vitasa saba vyenye ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Tunaona kwamba tufani inakuja juu ya nchi na mamlaka malaika wamepewa na Mwenyezi Mungu waende waidhuru nchi, baada ya ujumbe wa malaika watatu kuweza kubiriwa tena kwa kasi, watu wakakata kuyasikia. Mapigo saba ya mwisho tunayoyaongelea hapa. Sasa mstari wa pili, akaenda huyo wa kwanza akamimina kitasa juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyu mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Na tunakumbuka katika Ufunuo kumi na tatu tulisi kumi na tatu na mstari wake na waine, tuliona kwamba watu wote watamsujudia e, mnyama, watamsujudia shetani kupitia mnyama, ambayo tuliona mnyama ni utawala. Watamwabudu mnyama kupitia sanamu, na tukaona sanamu ule utawala wa kirumi ama wa kipapa ambapo utalazimisha dunia yote na ulimwengu wote kuabudu siku ya Jumapili, wanapotolea mungu shetani ibada. Maana tunaona kwamba ile yule sanamu alipewa uweza na nguvu yote kutoka kwa ule mnyama, na tukaona mnyama alipewa uweza wote kutokana na ule mnyama ambayo tuliweza kuona ni utawala wakirumi huyo mnyama akapewa uweza na yule joka ambaye ni bilishi na shetani mstari wa tatu nasema na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari ikawa damu kama damu ya mofu so tunaona kwamba pigo la kwanza kunakuwa na jipu baya juu ya nchi pakawa na jipu baya juu ya nchi na juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na mstari wa tatu nasema, na huyo wa pili kagomena kitasa chake juu ya bahari ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya kai katika bahari vikafa. So pigo la pili tunaona kwamba ni bahari inakuwa damu kama damu ya mfu. Watu watamka wapate kwamba bahari imeweza kuwa damu na viumbe vidiomo vimekufa, hmm? na huyo watatu wa pigo la pili kitasa chake juu ya mito na chemi chemi za maji zikawa damu. Nikasikia malaika wa maji akisema, we e, Mwenyezi mwenye, e, u, we, we, u mwenye haki ulie ulieko naliye wako mtakatifu, kwa kuwa umewahukumu hivi, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, nawe umewapa damu wanywe, nao wamestahili. So baada ya kuona kwamba walipokuwa wakitesa watu wa mwenyezi Mungu walipokuwa wakipitia katika changamoto mengi katika utawala huu ambao wanasumbuliwa, basi mateso yote tunaona kwamba hatimaye sasa Mungu naye anawapa waziza kunywa damu, maana wamestahili kwa ajili ya waliwatesa watakatifu wa mwenyezi Mungu. So pigo la pigo la nne, nikasikia sauti hiyo, nikasikia sa nikasikia hiyo madhabahu ikisema, naam Bwana Mungu, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za kweli na haki hukumu zake. Na huyo wanne akimimina okay, kitasa chake juu ya jua nalo likapewa kuwaunguza wanadamu, wanadamu kwa moto. Na unaposoma kati wa kitabu cha Yoeli na ndio wedi moja kuanzia 12 pale hadi ishirini na moja tunaona pale kwanza, madhara ya jua kwamba watu walipanda, lakini mbegu hazikutoka jua. Tunaona pale madhara ya jua kwamba inchi itakuwa imechapwa sana na ile joto ya jua sana. So tunaambiwa kwamba na maandiko yatabiri kwamba sana jua litaongezwa makali yake hata kuliko lilivyo sasa, litawachoma wanadamu na taunguzwa katika Pigo hilo mm -hmm. mm -hmm. makubwa nao wakalitukana jina la Mwenyezi Mungu, wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. mm -hmm. Na huyo watano akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao. Tunaona baada ya watubu bado tu wako katika matukano kwa sababu ya maumivu yao, wakamtukana Mungu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya, ma, ya majipu yao wala hawakuyatubia matendo yao. So tunaona kwamba hii inatendeka yote baada ya watu wameanza kuziaasshika za mwenyezi Mungu maana tunaposoma katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wake ni 126, nasema kwamba It is time O Lord now to work, for they have made the law void. Kwamba ni muda sasa, e Mungu keze kutenda maana wameweza kuziasi sheria zake. Na tumeona pia, tumeona katika madhehebu mbalimbali wanaamini kwamba sheria itaweza kufa kuisha baada ya Yesu Kristo kufa, lakini hiyo ni uongo, maana tunaona kwamba baada ya kuja katika gano jipya sheria haziandiki tena kwa zile mbao mbili za mawe bali zinaandikwa katika nia na katika mioyo yetu, unaposoma katika kitabu cha Waebrania nane na mstari wake ni wa kumi. So tunaona kwamba ni muda wa Mungu kutenda haya, kwa sababu wamewaziafu sheria zake. Vilevile na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zitokazo katika kinywa cha yule joka. Kumbuka joka tulisema ni Shetani. Unaposema katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 12, mstari wa 9, yule joka wa samani aitwa Shetani na Ibilishi, na katika kichwa cha yule mnyama mnyama tunaona kwamba ni utawala ama ni falme Danieli 7:17. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuendea wafalme wato ili ku wa ufalme wa ulimwengu wote, wasanya katika vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu so Mapigo ya saba tunaliona pale katika mstari wa 17, nasema, na huyo wa saba akakimina kisasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika, katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikisema imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu ku, kuwako juu ya nchi hajawahi kuwako. unaposoma katika kitabu cha Unaposoma katika kitabu cha Mathayo ishirini na nne, ishirini na moja, na tuambiwa kwamba kuna dhiki kuu ambayo inakuja pia. Tukaona kwamba katika kitabu cha Danieli tukaambiwa kwamba kukawa na tetemeko na ambalo alijaitokea tangu dunia iweze kuumbwa au tangu dunia iweze kuweko. So, tunaona kwamba baada ya watu kuweza kusiasi sheria za Mwenyezi Mungu ndipo sasa Mungu naye atazidi kunyamaza bali ateza kuleta ghadhabu yake, mapigo saba. So, ili tuepukane na haya yote anasema ni lazima tukeze kuwa upande wake na tukeze kutoka katika Babeli. Ufunuo 18 anasema nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwangu enyi watu wangu, msiweze kushiriki dhambi zetu. So, Yesu anatuita ili tuweze kuepukana na haya mambo yote, maana tunajua kipindi hicho ambapo watu watu wa Mungu watakuwa wamelindwa na Mungu atakuwa wamewapishana na mapigo haya, lakini wale ambao watakuwa mcha tena, kwa mapigo yataweza kuwapiga tena kwa uchungu sana. Na mstari wa tisa anasema na mji ule mkuu ukagawanyika magufu matatu, na mji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Kila kisi, kisiwa kikakimbia wala milima haikuonekana tena. Na mvua ya mawe kubwa sana yawe, ya, ya mawe kubwa sana mazito kama talanta ikashuka kutoka binguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno na tuliposoma unaposoma Biblia tunaambiwa kwamba Mungu ameweka gala yake ya mvua ya mawe. So hakika ndugu zangu, ili tukaweze kukuta na haya yote, njia pekee na uzima tunaambiwa katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 16, Yesu akajibu akasema, mimi ndimi njia uzima na ukweli, mtu aje kwa baba ila kwangu. So lazima tuende kwa Yesu Kristo, yeye kama njia uzima so Mungu atusaidie tukiweze kuepukana na mapigo haya saba, ili tukiweze kuwa upande wake, na ili tuepukane na haya yote, lazima tuweze kushinda mnyama pamoja na alama yake pamoja na sanamu yake na nambari yake. So God bless us. God bless you friends. As we advance in the word of God that let us believe and trust in God that he can do. Maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, akautoa mwana wake pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima milele. So thanks for watching again. Let us meet another time. God bless you God.